Naam, mfuatiliaji wetu wa mitandao ya kijamii ya Radio Maria Tanzania tukiwa tunaendelea kukusogezea taarifa mbalimbali mara baada ya kupokea taarifa ya kifo cha kiongozi wa Kanisa Katoliki Baba Mtakatifu Francisko. Basi tu, leo tumetembelea parokia ya Roho Mtakatifu Segerea, e, Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Wao mara baada ya kuipokea taarifa ya kifo cha Baba Mtakatifu Fransisko wamefanya mambo mengi mazuri na utayaona hapa, na utaungana naye paroko msaidizi kwa niaba ya paroko wa parokia ya Roho Mtakatifu Segerea akielezea jinsi ambavyo wali walipokea taarifa ya kifo cha Baba Mtakatifu na maandalizi ambayo wameyafanya hadi sasa. Utashangaa, utafurahi, na we pia utakuwa sehemu hata ya kufanya hija kwenda parokia ile, au wewe unaweza ukawa sehemu ya kumshawishi paroko wako naye pia akafanya sehemu hiyo maalum ya watu kuja kwa ajili ya kusali na kumwombea Baba Mtakatifu Francisko. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Wapendwa katika Kristo, jana tulipata rasmi habari za kifo cha baba mtakatifu wetu Francisko. Kutoka mamlaka rasmi walitaarifu kwamba amefariki, na sisi hapa wanasegelea baada ya kupokea habari nzito hizo za msiba tulifanya mambo kadha wa kadha. Kwanza kugonga kengele muda ambao sio wa kengele, na kengele iligongwa kwa muda mrefu, kwa namna ambayo kila muumini aliyeisikia alijua kuna jambo. Na pia namna ya pili tuliyoifanya ni katika kuwataarifa au kuwataarifu waumini wa kupitia makundi yetu ya kisongozi, wengi mnasema ya WhatsApp, na pia kuwaambia kwamba wale waliopo wapeane taarifa na kweli lilifanyika hilo mpaka saa tisa kamili tukawa tumepanga tukutane hapa kwao. Tulikutana kwa, kwa tafakari mbalimbali ya ukimya. Baadaye tukaanza na rozari ya huruma ya Mungu ikaongozwa na baba Paloko wa parokia hii ya Roho Mtakatifu Segerea, Dennis Dominic Nambi OFM Convento, na baadaye akatuongoza katika masifu ya jioni ya wafu kwa ajili ya kumwombea baba mtakatifu wetu Francisco aliyefariki dunia. Na baada ya hapo, kwanza kabla hatujaanza rosari na masifu, tulitoka nje tukaingia kwa maandamano, tukiimba nyimbo za Pasaka, kwamba kifo kwetu siyo mwisho, kifo kwetu sio ndiyo, kila aina ya mwisho wa maisha ya dunia ni ushindi, na tupo kwenye kipindi cha Pasaka oktava hii. Kwa hiyo tuliingia kwa, kwa maandamano na kama mnavyoona maua haya, waamini walikuja wakaweka ishara ya upendo wao kwa mchungaji mkuu wa kanisa duniani, ishara ya kusema maisha yake yalikuwa zawadi kwa kila mmoja, na maisha yake sasa yanarudi kuendelea kuungana pale alipoandaliwa kwao. Baada ya masifu ya wafu, baba alituasa kama ilivyo tamaduni ya mama kanisa kuendelea kumwombea na hili jambo linaendelea kufanyika, na ndio maana hapa tumeandaa maalum. Watu wakija watasali hapa, wenye mapenzi mema, kumwombea baba yetu Mtakatifu apumzike kwa amani. Kwa kama mnavyoona picha yake na mishumaa hii inawashwa na kila mmoja, atakuwa anafika anaweka ua lake, kuashiria umoja, kuashiria kwamba mchungaji, halifa wa Mtume Petro ameaga dunia. Taratibu zingine tunaliachia kanisa mama, kanisa tunasubiri miongozo yake, lakini sisi hapa tunaendelea kusali kila mara, na katika misa takatifu na kwenye sala za jumuiya, sala za familia, sala za nyumba za watawa, tunamwombea baba yetu mtakatifu azidi kupumzika kwa amani. Kwa maelezo haya basi, tuzidi kumwombea, raha ya milele umpe E Bwana na mwanga wa milele umwangazie. Marehemu Papa Francis apumzike kwa amani. Amina. Uh, aliyowaletea maelezo haya mafupi ni mimi, ndugu mdogo Padri Robert Andrea Msalila OFM Conventual, wakili paroko, paroko parokia ya Roho Mtakatifu Segerea. Karibuni popote ulipo, umwombee Baba Mtakatifu na ujiombe mwenyewe na kuombea marehemu wote. Mungu awe pamoja nasi. Amina. Na hiyo ndio taarifa ambayo tumekuandalia kwa siku hii ya leo, mara baada ya kupiga hodi parokia ya roho Mtakatifu.